Mihogo ndani ya nyumba ya mwislamu haifai kukosekana. Viazi vitamu, nduma ndani ya nyumba ya mwislamu haifai kukosekana. Omena, dagaa. Unajua dagaa, watu wengi wanachukulia kwamba ni chakula cha watu maskini, kumbe hajui dagaa ni chakula cha watu matajiri. Tena kwa watoto wadogo, ukimsagia unatengeza naye uji, anapikiwa chakula kila kila, afya yake, mifupa yake itakuwa na nguvu sana ndani ya nyumba ya mwislamu haifai kukosekana maziwa ya ngamia, na ndio maziwa iliyokuwa nyeupe kuliko maziwa zote kulingana na hadithi ya mtume, na hasatan maziwa yenyewe ikiwa itachanganywa na mkojo wake. Unajua maziwa ya ngamia, hadithi katika Sahihi Bukhari, wale masahaba walipokuja kwa mtume wakamwambia, ya Rasulullah, sisi ni wageni na tumekuwa wagonjwa na hatuna dawa Mtume akawaambia mnaoona, wale jamaa wanachunga ngamia wale, nendeni mkanywe maziwa yake na mkojo wake. Wale mabwana wakaenda wakanywa maziwa na mkojo wakapona. Walipopona, walikunywa kwa muda, wakaona eh, ee, jamani, kumbe kuna mambo yaliyofichika hapa, si hatujui sisi. Wenyewe hatuna kazi, hatuna mbele, hatuna nyuma, tunapiga lami kila siku na kuna utajiri hapa. Wakamuua ule mwenye ngamia Wakazichukua ngamia zake zote, wakatoroka nazo na mke wake pia wakamteka nyara. Ndo baadaye huyu mwanamke kwa ufupi eh, alijifanya amelala, wakati wao amelala, akachukua ngamia moja, akatoroka akarudi kwa Mtume akapeka ripoti. Mtume akatoa majeshi, wakaenda wakashikwa. Lakini maziwa ya ngamia na hasata nikichanganywa na mkojo wake, ina tibu maradhi sugu. Tumeelezea kwa urefu haya mtu yoyote ambaye ana maradhi ya kisukari, maradhi ya moyo, maradhi ya presha, maradhi ya, ya kansa ni mujarab. Katika mji wa Nairobi kuna watu wawili ambaye mi nimewaona, maziwa ya ngamia imewatibu kutokana na maradhi ya kansa. Mmoja ni shekhe wetu mkubwa, Shekh Muhammad, na mwingine ni mzee ambaye nilikuwa nikiishi naye mtaa mmoja. Huyu mzee alikuwa na maradhi ya kansa, tena kansa ya sehemu za siri, na kansa nyingine imekwenda mpaka kwenye figo yake. Alikuwa hali taabani sana, yaani akitembea kutoka hapa mpaka kwenye ukuta hii inaweza ikamchukua nusu saa, anaakija msitini hali taabani, kila saa yuko mnyonge tu. Jamaa wakambeba wakampeleka Mandera, alikaa miezi sita huko, akawa anakunywa maziwa na, na mkojo yake mara tatu kwa siku. Huyu bwana amerudi Nairobi, yuko sasa hivi huwezi kuamini kwamba ndio yeye, utafikiri ni kijana mdogo amepona kabisa. Hata madaktari wenyewe wanashangaa, wanamwambia umepona vipi na hii maradhi yako ilikonita?